Mambo vipi, Metro Media TZ? Habari mashabiki, wadau na wafuatiliaji wa chaneli yako pendwa kabisa Metro Media TZ. Mi naitwa TZ Don David On aka Mr Newspaper. Karibu sana maskani, kijiweni. Hapa ndo sehemu pekee ambapo tutapiga mastori ambayo tunayakusanya tunayaleta hapa, tunayajadili kwa pamoja, tuna share ideas, au sio bwana? Na mambo yanakuwa poa kabisa, au vipi bwana? Bwana leo nataka nizi, leo bwana, leo leo bwana tuzungumzie tu, tu, kuhusiana na mama Amina. By the way, mama Amina, mama anafanya vizuri sana. Watu wanaomsapoti wanaomshika mkono mama Amina wameonyesha jitihada, wameonyesha nguvu ya kumsapoti na mama Amina un... kadi, siku inavyozidi kwenda mbele, naye anazidi kukua na kuonyesha kuku, kuku, ubora na ukubwa wake. Mama Amina anafanya vizuri sana na bwana imetoka video ya Nuna. Hili ndo swala ambalo mimi ya, video ya Nuna bwana imetoka humo ndani uh, Pacheko, kama ulikofahamu Nuna ni ngoma ya Pacheko. kitu gani kinakukata? kwa kwa <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> mimi mimi na na sometimes wewe, sababu najua changamoto changa zake, changamoto zake Amna anajua na Pacheko, midundo kamshirikisha uh, Chino Wanaman Wanaman Gang president pamoja na mama Amina. Bonge moja la video, mimi nimeangalia video kali sana na yule direct, nafikiri mimi katika macho na masikio yangu, kwangu ni mgeni, nimeona tu jina lake paitwa Shaidi hivyo hivyo, kama sio short it Shaidi short it imeandikwa hivyo katisha sana video kali, walishiriki wame, wame, wame play pati yao vizuri. Mama Amina ameua sana, mama Amina kumtengeneza vile alivyokuwa kwenye video katisha sana. Yani, unaona kabisa changes zinaonekana siku hadi siku, na mama Amina ni ni ni, ni, ni, newcomer ni msanii ambaye hana muda mrefu kwenye game na ni msanii ambaye unaona kabisa ametokea kwenye changamoto za kimaisha. Sisi by the way, tulipata tuli tulipata nafasi ya kupiga naye story, tulimfuata mpaka Charambe, si ndio Charambe? E, Charambe magengeni kwa Pacheko, tukaenda tukapiga naye story, na bahati nzuri tukakutana na mama yake. Kupitia mama Amina, umeonekana mtu mmoja ambaye ni mfano mkubwa sana wa kuigwa, kwa sababu tunaona watu wengi wanawasaidia wasanii ni utaona kabisa msanii huyu ana utimamu wa kila kitu yeah, lakini kitu lakini, wewe umebeba kitu cha tofauti na umekipeleka mjini, kimeenda yeah, pengine hata kujipeleka wewe mwenyewe mjini yani <laughs> <laughs> wewe mjini unajipeleka, yeah, na nawezekana <laughs> lakini kwa Mama Amina umeonyesha moyo, umeonyesha kwa niaba ya Watanzania, wanakupa shout out sana pia, au sio bwana wakweke, uweze kufikisha Mama Amina Umeona bana, tukutana na mama yake tukapiga naye story, ilikuwa moment nzuri sana na tutu, tutu, mama yake akatuelezea situation za Mama Amina, changamoto alizokutana nazo. Lakini tuseme tu na tukubaliane kwamba wakati wa Mungu ni wakati sahihi kabisa, kwa sababu hata mama yake akufikiri ya wala kutarajia wala kujua kwamba ipo siku mtoto wake atakuja kuwa mtu maarufu na atafanya vizuri katika industry uh, ya mziki wa Singeni. So video imenyoka uh, Chino kaua ma, mama Amina kaua, Pacheko kaua, na kama unavyojua sasa hivi mama Amina yupo chini ya Wanaman Gang, yupo pale na na nafikiri ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni wakati sasa wa wa, wa, wa wasanii kuamua kuwa na maamuzi ya kweli kama umeamua kufanya msaada kwa mtu basi hakikisha umdampu. Tumeshuhudia, tumeona wasanii wanachukuliwa vizuri, wanaanzishiwa vizuri, lakini mwisho wa siku wanaachwa uh, tu hewani, amna chochote kinachoendelea. Tulikuwa na msanii hapa katikati uh, akasumbua sana, anaitwa anaitwa anaitwa anaitwa anaitwa, msanii wa Doto Magari, anaitwa nani? Ah. Jina linatoka msanii wa Doto Magari. Nitakumbuka nitakwambia lakini jiwe ni msanii wa Doto Magari. Alianza vizuri lakini sasa hivi hajulikani yuko wapi. Unajua vijana au au mtu ambaye ana ndoto zake unapomshika mkono yeye eh, anaamini kabisa kwamba ndoto zake zimetimia na anaweza kafika mbali zaidi. Sasa unapomwanzishia safari alafu ukamwacha njiani inakuwa mbaya zaidi. Lakini jamani tunaomba jamani wale ambao wamemshika wa mkono Mama Amina Jamani, jamani, jamani, naomba mumtimi- hata msipofanikiwa ku muangalie nyuma, na watu gani ana, mama baba yake. Nilipata story sijui ilikwaje, pale bibi mkubwa aliniambia, lakini sio story nzuri sana, siwezi kuizungumzia, lakini kuna mama yake, ila mama Amina ana wadugu zake, yule anaitwa Emmy Ike, unaweza kumuita Eminado, ilianzia hivyo, lakini sasa hivi anafahamika kama Mama Amina. So inatakiwa mumtimizie ndoto zake. Anapenda mziki na anaonyesha jitihada akutaja wewe kwa sababu ya ya ya ya ah, mimi kitu ambacho nakipenda kwa Mama Amina ni mtu wa kujiongeza, ana dance, uona? Ana dance, ana uwezo wa kuperform au vipi. Anafanya vitu vyote ambavyo, complete, yani package imekamilika kwa msanii ambaye anatakiwa kufanya. So hata watu wanampushe, wanamshika mkono, wahakikishe kwamba huyu mtu anatimiza ndoto zake, anafika pale anapostahili kufika. Linakuwa ni jambo baya sana mtu unapomwanzishia safari na kumwacha, sio jambo hatu nzuri, hatua nzuri sana kwa Chino WanaMan. Chino, by the way, Chino, Chino, shout out to you kwa sababu una moyo wa peke yako my brother, una moyo wa peke yako, kwa sababu una tagi kubwa sana nyuma yako ambayo linakuangalia na kukutegemea kwa kila kitu, lakini bado unaonesha moyo wa kusupport, unaonyesha kwa kile kidogo ulicho nacho kuweza kugawana na watu wengine, which is not bad. Ni nzuri sana, na Mungu pale unapopunguza anaongeza. Hiyo ni nzuri sana, na Mungu aku bless my brother, kwa sababu sio wote ambao wanaweza kufanya hilo jambo. Watu wengi wanajaribu kufanya na ikawa mbaya zaidi, japokuwa pia walikuwa na uwezo zaidi yako, lakini ikawa mbaya zaidi, hawakufanikiwa kuweza kutimiza ndoto za watu ambao walikuwa wanawasimamia, lakini Chino ame tunamuona Mama Amina yupo, lakini pia kuna mdogo sojenti pale juzi juzi tu hapa e, eh, amemwaga wino uh, kuwa chini ya WanaMan Gang. So angalia jinsi gani huyu jamaa, kuna madansa pale takribani karibia hamsini wapo pale, pale anachokula tajiri nao wanakula hicho hicho. So ni jambo zuri kwa sisi, tunachotaka kuona na kikubwa zaidi kuona Mama Amina amefanya makubwa kabisa, makubwa. Tunalia sana, unajua tunalia sana na, na, na tuzo za grami, au sio bwana? Nilikaa hapa nikasema ni muda sasa wasanii wa singeli kupeleka nyimbo zao, kuangalia ni jinsi gani wanaweza wakawakilisha Watanzania kwa upande wa singeli kwenye tuzo za grami. Pengine huko ndipo sehemu ambayo inahitajika, pengine kujaribu, sio ujinga hatua hatua, ndo mwendo. Kwa hiyo, tujaribu tuone inakuwaje, au sio bwana. Mama Amina ni, ni, ni zao la Tanzania. Mama Amina ni product ya Tanzania. Mama Amina anahitaji nguvu na, na support, sio kwa Chino tu media, uh, tv station, uh, magazeti, vyombo vya habari kwa ujumla na wadau mbalimbali, kuweza kumshika mkono na kumsapoti ili tuone safari yake inaenda wapi na itaishia wapi, imletee matunda na kila kitu, au sio bwana. Lengo ni kuizungumzia video na nawe pale na pale na hisi, ndo safari ya mama Amina imeanza, kwa kuwa na video kali, brandi kali, kapendeza, watu walioshiriki, everything imekuwa imenyooka, au sio bwana. So neno moja kwangu. Neno moja kwa wana Metro Media TZ na mashabiki kwa ujumla. Tumsupoti mama Amina, tumshike mkono. Shout out Pacheko Midundo kwa kugundua kwa kwa kulivumbua ili, ili ili ili zao ili dini na kulileta urejani na watu kulipokea kwa mapenzi yote. So sisi shughuli yetu iliyobakia ni moja, ni kuweza kulisukuma gurudumu la mama Amina kufikia pale ninapotajika kufika au sio bwana? Video nilivyokuambia, video nzuri tunategemea mengi mazuri kutoka WanaMan Gang. Chino, Chino kama Chino yo, tunasubiri baba, tunasubiri vitu vingi sana kutokea kwako wewe na mama Amina pamoja na WanaMan Gang kwa ujumla, usio bwana? Shout out to you man nigga, so kazi nzuri, Mungu wa bless. Tufike pale tunapohitajika kufika, bila Mungu hatuwezi kufika, usio wangu. Shout out tena tu mama Amina, sisi tupo nyuma yako, wewe mbele, sisi tupo nyuma kuweza kusupport kile unachokifanya. Hii ni Metro Media TZ. Maskani kijueni ndo hapa. Leo nimeamka na Mama Amina, au sio bwana? Mama Amina hapa, wanangu wa Temeke, wanangu wa Mbagala, wanangu wa Metro. Shout out to you bwana. Tukutane muda mwingine. You are watching Metro Media TZ. Usisahau kusubscribe, comment na kulike.